Ninaitwa Sosina Chala, nateleza katika vibao. Ningependa ufuatane nami katika safari yangu ya Addis Ababa. Addis Ababa ni mji mkubwa zaidi wa Ethiopia. Jina lake linamaanisha uwajipya katika lugha ya Amharic. Ni jiji lenye wakazi zaidi ya milioni tano, likiwa katika mwinuko wa mita 2335 juu ya usawa wa bahari. Addis ni mji ulio juu zaidi barani Afrika, Unapatikana katikati mwa vilima na sehemu nzuri kwa vijana wenye uthubutu kama Sosina Challa, mwanzilishi wa Ethiopia Girls Skaters. Kwa kuwa nimezaliwa na kukulia hapa, sehemu kubwa ya hadithi yangu na kumbukumbu kumbu zangu za utotoni zinatoka hapa. Ninapapenda kwa sababu hiyo, na upande wa taaluma kusema kweli, tangu nilipoanza kucheza skating hapa, ninapenda sana mchezo huu na pia watu ambao wanavutiwa na aina hii ya mchezo wa hatari, na ukweli aina hizo za shughuli utazipata hapa. Addis Ababa ni maarufu kwa vyakula vyake mbalimbali, mitindo, muziki wa kuvutia na urithi wa kihistoria. Hebu tutizame mojawapo ya mambo muhimu zaidi yaliyoangaziwa kwenye kituo cha kwanza cha ziara yetu ya jiji. And behind me, nyuma yangu kuna mnara wa kumbukumbu ya vita vya Adwa mwaka 1896. Mnara wa Adwa ulio katikati mwa jiji la kale ni alama ya ushindi wa Ethiopia dhidi ya majeshi ya Italia mwaka 1896. Hili liliimarisha uhuru wa Ethiopia na kuifanya kuwa mojawapo ya mataifa mawili pekee ya kiafrika ambayo hayakuwahi kutawaliwa na wakoloni. Kwa Sosina mwenye umri wa miaka 26 ni mwanga wa matumaini na msukumo kwa wale wanaopigania haki na usawa. Mababu zetu wote ni wenye uthubutu na mashujaa, kwa hivyo ndio maana tuna nguvu ya kutosha kusema sisi ni Waethiopia na hatujawahi kutawaliwa, na hadithi kama hizo za mashujaa kwa hivyo ndio kwa Sosina, mchezo wa skating ama kuteleza kwa mbao na kujivinjari katika mitaa ya Addis Ababa ni tukio la kusisimua sio tu kwa ajili ya kuteleza, lakini pia kwa sababu ya minara inayoakisi utajiri wa historia ya jiji na ya kuvutia. Kanisa kuu la Utatu Mtakatifu lina umuhimu mkubwa kwa Sosina. Kanisa kwa kweli liko kwenye ukarabati sasa, lakini Jumapili nyingi utanikuta hapa nikiabudu. Basi hebu tuangalie. Kanisa hilo linajulikana kama Kidist Selasie kwa lugha ya Amharik. Mabaki ya mfalme Haile Selasi yalizikwa hapa mwaka elfu mbili. Zaidi ya watu elfu moja na mia tano wanaweza kuketi ndani ya kanisa. Katika miaka ya hivi karibuni Addis Ababa imeshuhudia ukuaji wa haraka wa miji na maendeleo ya kiteknolojia na kuifanya kuwa moja ya miji inayokuwa kwa kasi zaidi barani Afrika. Katika nchi yenye zaidi ya makabila 75 tofauti, kuna mengi ya kujifunza. you really don't have to like go out of... Sio lazima uende sehemu yote ya nchi, utapata mambo mengi hapa ndani kwa sababu watu wote kutoka nje ya Addis wanakuja hapa, na kisha wanakuwa na utamaduni wao na kujenga chochote wanachotaka. Na kisha tuseme unataka kula chakula hasa cha utamaduni maalum, unaweza kupata popote unataka. Umoja wa Afrika una makao yake makuu hapa pamoja na wafanyabiashara, wanadiplomasia na wanaharakati wote wanaokutana Addis Ababa. Having like all the Africans... Kuwa na Waafrika wote ni kama kujifunza tamaduni zote katika Afrika nzima na kisha Waafrika wote wanakuja hapa kufanya chochote wanachokitaka. Ninamaanisha kusema hapa ni katikati ya Afrika. This is the center of Africa. Kwa Sosina Addis ni zaidi ya jiji, ni nyumbani, ni mahali palipokuza roho yake ya uthubutu na kumtia moyo kupinga kanuni za jamii. That's the place where... ni mahali unapokuja na kuona vitu tofauti, vizuri na vibaya vimechanganyika. Kwa kweli ni pazuri sana, kind of really nice. Addis Ababa ni mahali ambapo unaweza kupinga ukosefu wa usawa, kubadilisha hali iliyopo na kukumbatia maisha kwa ukamilifu.